Mheshimiwa Marais, naomba niwaarifu kwamba vyombo vya habari vipo hapa na matangazo yetu haya yanarushwa moja kwa moja. Kwa hiyo sasa, nianze kumkaribisha, niruhusu nimkaribishe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Rwanda aanze kuzungumza na wananchi wa Rwanda na Tanzania kupitia vyombo vya habari. Hawa ni wananchi ambao wamekuwa wakifuatilia ziara yako Mheshimiwa Rais. Karibu.

Nina furaha nyingi sana uh, kuweza kutembelea nchi ya uh, Tanzania na nakushukuru kwa mwaliko wako wako ulio nkiiki. And I thank uh, my brother President uh, again for the invitation and hospitality.

Once again, Mr. President, it's a great honor, uh, for us to be here, and, uh, I look forward to a busy and productive day together. Asante sana. Asante sana mheshimiwa Rais Kagame kwa maneno yako hayo Mheshimiwa Rais, naomba uniruhusu kama ikiwezekana, kwa dakika moja tu niseme kwa kifupi uliyoyasema kwa Kiswahili, ili na Watanzania wengine ambao wangependa kuelewa ulichokisema waweze kuelewa. Kwa kifupi Mheshimiwa Rais amezungumzia uhusiano uliopo kati ya nchi hizi mbili, Tanzania na Rwanda, na ahadi yake kubwa imekuwa ni kuwa ushirikiano huu utaendelezwa kwa faida ya wananchi wa nchi zetu zote mbili.